Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo ni Dominika ishirini na nane ya mwaka wa Kanisa, na masomo yaliyo nakuzungumzia kuhusu shukrani, kumrudishia Mungu shukrani kwa baraka nyingi ambazo anatufanyia ama ametutendea katika maisha yetu. Mungu amekupa hao afya njema, Mungu amekupatia mke Mungu amekupatia watoto. Mungu amekupatia, uh, amekupatia kazi nzuri. Mungu amekupatia imani. Mungu amekupatia utulivu. Je, ni mara ngapi wewe mwenyewe umeweza kurudi kwa Mungu na kumrudishia, uh, shukurani? Mara nyingi tunaomba Mungu vitu vingi na wakati ambao tumesipata tunamsahau. Hivyo imekuwa mazoea ya kuomba kwa Mungu lakini haturudishi shukurani. Je, ni lini wewe utaweza kukumbuka kushukuru kurudisha Mungu shukrani kwa yale mema mengi amekutendea katika maisha yetu. Mazoea yetu ni kuomba kila wakati, Mungu nipatie kazi, Mungu nipatie familia nzuri, Mungu nipatie watoto, Mungu nipatie mali, na wakati ambao unaipata unamsahau Mungu. Usisahau Mungu, Rudi kila wakati umpatie shukurani, hata kama amekufanyia kitu kidogo. Lakini tunajua kwamba Mungu atufanyii mambo madogo, anatufanyia mambo makubwa. Akili zetu na imani yetu ndio inatuonyesha kwamba ni kama Mungu aje atupatia makubwa. Mungu ametupatia makubwa, na kwa yale yote Mungu amekupatia, rudisha shukurani. Rudisha shukurani kwa kuwa mwaminifu katika sheria. Rudisha shukurani kwa kuwa mwaminifu katika sala rudisha shukrani kwa kuwa mwaminifu katika neno rudisha shukrani kwa kutenda mema kushika amri za mungu na kuona mungu ndiye ya kusifiwa na kuabudiwa peke yake katika maisha yako na somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha wafalme sura ya tano aya kumi na nne hadi kumi na saba na katika somo hili tunaona kuna huyu Naamani ambaye alikuwa njemedari na alikuwa na ukoma. Na wakati wa ngano la kale ama wakati ule wa kitambo ah, watu ambao walikuwa na ukoma walikuwa wanaogopwa na watu na walikuwa wanakaa peke yao. Kwa nini? Kwa sababu ukoma ulikuwa kama covid, ulikuwa unashikanishwa kwa hivyo hawangeweza kukaribia watu wale wengine, na wao wakati ambao walikuwa wanatembea, walikuwa na kengele katika shingo, ili watu wawasikie wakati ambao wanakaribia, na wao walikuwa wanasema kwamba sisi ni wachafu, sisi ni wachafu, sisi ni wachafu, ili watu wasiweze kuwakaribia. Na hivyo huyu jemedali ambaye eh, alikuwa anaitwa Hanahamani alikutumwa katika ufalme wa Israeli, huenda kupata matibabu na wakati ambao alienda kule yeye alikuwa na sita sita, kwa sababu hata huyo mfalme hakumwelewa, lakini huyu nabii hii Elisha anamwelewa, alafu anamwambia aende akajichovye katika mto Jorodani mara saba. Huyu jemedali aliona kwamba ni upuuzi, hakuamini hili lakini, akashawishiwa, akaambiwa, msikize mtu wa Mungu na hivyo akaenda akaweza kujichovya mara saba katika huyu mto, na tunaambiwa ngozi ya mwili wake ulifanana na ngozi ya mtoto mchanga, akawa safi akatakasika, ingawa alikuwa ana dharau maneno ya nabii Elisha. Na hali hii hii ndio tunaiona katika Injili ya leo, mwinjili Luka sura ya kumi na saba aya ya kumi na moja hadi kumi na tisa. Yesu akielekea Yerusalemu anakutana na wakoma kumi na wavyo wanatakasika baada ya kuomba kutakaswa kwao, na wakati ambao wanaenda wao kwa nguvu za huyu Yesu waliweza kutakasika. Kwa hivyo tunaona Naamani kwa maneno ya nabii Elisha aliweza kutakasika na hivyo hivyo wale wakoma kumi kwa neno ama kwa nguvu za Yesu Kristo waliweza kutakasika. Kwa hivyo kunaona katika hali mbili watu ambao walikuwa na ukoma ugonjwa ambao hawangeweza kukaribiwa, wao wenyewe wanatakasika, wanakuwa sawa. Na baada ya kutakasika kwao, huyu nahamani alifanya nini? Yeye alisema kwamba hawezi kuabudu miungu wengine, hawezi kuabudu wale miungu ambao alikuwa anawaabudu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wa Israeli ndio huyo huyo ambaye ako na nguvu zote kuliko hawa wengine. Na yeye alifanya nini? Alisema kwamba kwa sababu hawezi kwenda kuabudu miungu wengine, alisema kwamba yeye atatoa, ataweza kutoa mzigo wa udongo wa bagala wawili ili iweze kuwa shukrani yake, kwa sababu sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu za miungu wengine hataweza kuzitoa, lakini atahabudu Mungu wa Israeli ambaye anaishi milele. Na hawa ambao walikuwa wakoma kumi nao walifanya nini? Tunaambiwa kwamba wale wote Ambao Yesu aliwaponya, yuna mmoja tu ambaye aliweza kurudi kupeana uh, shukurani na huyu alikuwa yule Msamaria. Msamaria ambaye hakuwa mtu wa taifa ila teule, lakini alikuwa mtu wa nje, aliweza kurudi na kuweza kupeana shukurani kwa Mungu. Hebu tujiulize, Mungu ametufanyia mambo mengi katika maisha yetu. Mungu amekuweza, ulikuwa mgonjwa akakuponya ulikuwa unamwomba upate mke umepata mke mwema, uliomba upate mme umepata mme mwema, ukaomba upate watoto umeyapata, ukaomba kazi umepata, ukaomba pesa uko nazo. Je, ni lini uliweza kupatia Mungu shukrani kwa zile baraka ambazo amekupatia? Wakati ambao tunaomba tunanyekesha, tunapiga magoti, unaomba katika asubuhi, jioni, mchana kuchwa, siku kuchwa unaenda sehemu za hija, unaenda kuomba pale, unaomba ufanyiwe misa, mambo mengi unafanyiwa. Lakini wakati ambao unapata hizo baraka, ni mara ngapi ambao uliweza kupiga magoti tena na kwa nguvu hizo hizo ambazo ulikuwa unazitumia ukiomba, kuomba akurudisha shukurani kwa Mungu? ulikuwa unaomba, ni mara ngapi ambao uliweza kurudi tena katika hizo sehemu za hija, eja, ukaenda kurudisha shukurani. Mungu akakufanyia makubwa ukaomba misa. Ukafa, uka, Mungu akakufanyia makubwa ukaamua utakuwa mwaminifu katika asala. Mungu amekufanyia makubwa ukaamini uka, a kwamba utakuwa mwaminifu katika kusikiza neno la Mungu. Mara nyingi tunadanganyika katika maisha yetu. Unapata kile ambacho ulikuwa unapata alafu una, unaenda huko mbele utarudi tena kwa Mungu apate wakati ambao hicho kitu kimeisha ama wakati umepata shida hiyo, sio shukurani. Shukurani ni pale ambapo unaona Mungu amekufanyia makubwa na wewe mwenyewe unahamua kwamba hata na wewe utafanya vile Mungu amefanya. Unakuwa mwaminifu zaidi, unasali zaidi, unasikiza neno la Mungu zaidi unaamua utaweikosa kanisa, unakuwa mtu wa sakramenti, unaamua kutokuwa mtu mwaminifu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekufanyia makubwa katika maisha yetu. Kwa hivyo wewe mwenyewe ni lazima usikae kama vile huyu, eh, vile huyu nahamani alivyokuwa mtu ambaye alikuwa na wasiwasi ngawa aliagizwa aweze kwenda kujichovya, ah, katika ah, ile eh, mto Jordani, lakini alikuwa na sita sita kwa sababu alikuwa anaona ni kitu cha mzaha tu. Hakuona kama ni kitu cha maana, ama wale wakoma tisa waliona kwamba hata sio lazima waende kumrushia huyu Yesu shukrani. Kwa hivyo, na wewe mwenyewe usikae huyu wewe, kila wakati jitoe, jitoe kwa Mungu, na wakati ambao unajitoa kwa Mungu, naye Mungu ataweza ha, kubariki katika maisha yako. Na basi ni lini unaweza kuwa ha, kuna wale watu ambao wanatusaidia katika maisha yetu. Kuna wale watu ambao wamekusaidia katika ndoa wamekusaidia kupata kazi, wamekusaidia kulelea watoto, wamekusaidia katika maadili ya ndoa. Je, uliweza kwenda kuwapatia shukurani, ama tunatumia watu tu ili tupate faida yetu alafu tupotelee mbali? Unamtu mtu anakusaidia kupata kazi, alafu unaanza kumdharau. Mungu amekusaidia kulelea watoto, alafu unamdharau Mungu amekulea kiima, mtu amekusaidia kukua katika kiimani yako, lakini unakuwa una mtu wa madharau pia. Ni vyema kuweza kurudishia shukrani wala watu ambao wamekusaidia katika maisha yetu, wale ambao walikusaidia wakati ulikuwa unakua, wale wazazi ambao wamekulea katika imani, wamekulea katika maandili, wamekufundisha wamekulipia karo ya shule. Au wazazi wapatie shukurani, wanaweza kuwa labda hakufanya makubwa, lakini kile kidogo ambacho walikufanyia, rudisha shukrani kwa Mungu. Ndugu zako wamekulea katika hali moja na nyingine, rudisha shukrani. Rafiki wamekusaidia katika maisha yako, rudisha shukrani. Usiwe tu ni mtu wa kuomba, na ukipata kile ambacho unakipata unapotelea mbali. Huyu Naamani alikuwa na uwezo, alikuwa jemadari lakini yule uwezo ambao alikuwa nao au kumsaidia katika uponyaji au kumsaidia katika kuponyesha ule ukoma wake. Hii inadhihirisha kwamba kwa nguvu zetu hatutaweza, lakini kwa msaada wa Mungu tutaweza. Mungu ako na uwezo kuliko zile shida ambazo uko nazo. Ukimwendea Mungu na umsikize na umwombe kweli, atakuponya katika ukoma wako. Tuko na ukoma wa aina tofauti. Uko na ukoma katika ndoa yako uko na ukoma katika imani, uko na ukoma wa maadili, wa matendo. Umethoofika katika utendaji wako, umethoofika katika sakramenti, umethoofika katika maneno, katika mawazo. Kwa hivyo ule ukoma ambao kila mmoja wetu ako nao, kwa nguvu zetu hatutaweza. Unaweza kuwa na pesa lakini ukuta kwamba uweze kujisaidia. Unaweza kuwa na mali lakini ukuta kwamba zile shida ambazo uko nazo za ndoa siishi Unaweza kuwa uko na afya mwili na roho, lakini ukuta kwamba hata sheria za Mungu siki. Lakini wakati ambao tunajinyekeshea mbele za Mungu, yeye atatubariki hata tuondolea ukoma wetu. Chukua mfano wa huyu, uh, huyu jemedari Naamani aliweza kwenda katika ufalme wa Israeli kutafuta uponyaji. Nenda kanisani utafuta uponyaji, uponyaji. Wale wakoma walimwendea Yesu ili waweze kupata utakaso. Muendehe Yesu na wataweza kutakasika katika maisha yako. Usidharau, usidharau baraka za Mungu katika maisha yako. Usidharau kanisa, usidharau Misa, usidharau sakramenti, usidharau neno la Mungu, usidharau zile sala ambazo tunaziomba muone Mungu ambaye ako na nguvu zote kuliko chochote ambacho tuko nacho katika maisha yetu. Na hili ndio wazo ambalo tunaliona katika somo letu la leo la pili, warako wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo wa sura ya pili aya nane hadi kumi na tatu inasema: mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu wa uzao wa Daudi kama inenavyo Injili na hivyo hivyo kama tukifa pamoja naye tutaishi pamoja naye pia kama tutaistahimili tutamiliki pamoja naye kama tukimkana yeye na yeye atatukana na sisi kama sisi atuamini yeye hudumu kwa kuaminiwa kwa maana hawezi kujikana yeye mwenyewe ndugu zangu tukimwamini Yesu Kristo hakuna siku moja ambao tutapata madharau tukimwamini Yesu Kristo hakuna siku yoyote tutaweza kuaibika. Tukimwamini Yesu Kristo atatuponya katika ukoma ule ambao tuko nao. Kwa nini? Kwa sababu anasema mzaburi, anatuambia kwamba Bwana ameufunua wokovu wake machoni pa mataifa, basi tumwimbie Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda mambo ya ajabu, mkono wa kuume wake mwenyewe mkono wake mtakatifu umetenda wokovu. Ndugu zangu, haya yote atuyafanyi kwa nguvu zetu, lakini ni ne neema za Mungu zinafanya kazi katika maisha yetu. Tumwombe katika unyenyekevu wote, ili atubariki atujalie, neema zake, atuponye katika kila ukoma ambao tume eh, tuko nao, ukoma wa mdomo, ukoma wa akili ukoma wa kukosa kuwa na imani, ukoma wa maandili mabaya katika tabia mbaya katika ndoa, wa ukoma wa kukosa kwenda kanisani, ukoma wa kumdharau Yesu Kristo katika ekaristi. Na haya yote kwa neema zake ataweza kutukom, kutuponya, na sisi tutaweza kumkumbuka katika maisha yetu. Kumbuka kutoa shukrani kwa Mungu kila wakati. Alika Yesu Kristo katika familia yako. Njia moja ya kuomba shukrani ni misa takatifu. Alika padi katika nyumba uh, yako ili mshukuru pamoja katika ile sala kubwa inayosidi sala zote, sala ya, ya misa takatifu ili mrudishie Mungu shukrani. Uwe mwaminifu katika neno, kuwa mwaminifu katika sala, kuwa mwaminifu katika matendo, kuwa mwaminifu katika sheria na hivyo tutakuwa tunastahili ya shukurani mbele za Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Eba Mama, tunakushukuru kwa sababu umetendea mema katika maisha yetu. Kila wakati unatubariki, lakini tunakusahau. Tuomba neema zako, situunganishe tuweze kuwa watu wa shukurani. Tuko na ukoma katika maisha yetu, tuko na vilema vingi katika maisha yetu. E Yesu, tunguze ili tuweze kutakasika na tukupendeze siku zote. Natomba hayo kwa jia ya Kristu na bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, nawabariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nawatakia ndominika njema.